Aliyekudanganya kama wali ni chakula cha jioni kila siku anataka kukumaliza, na mimi nakwambia unakwisha kila dakika unapokula wali, nielewe tu hivyo. Na kama bado unakula sembe, nisikilize, hicho sio chakula chako wewe. Panya hali sembe. Lakini cha mwisho mimi kinachoniudhi kabisa, mwanamke ambaye bado anategemewa kupata watoto wa kila wali, ninashindwa ni kumwelewa, lakini mwenzi wake ndio balaa. Simkubali mwanaume anayekula wali hata kidogo. Yaani, yani, we sema utakachokisema na sijali chochote. Mwanaume anayekula wali anajidhalilisha. Ndivyo nilivyosema, kula wali kama unakufa na njaa. Kwa nini nikuambie kitu? Sikiliza, mwanaume dozi yake anayodaiwa nayo tena, especially kama anategemea kuoa siku moja, ni dozi ya the best protein the the the best mineral, the best vitamin, the best of him ndio inayotoka mara moja, pa ni lazima awe amekula vizuri sana. Hauwezi kufidia kijiko kimoja kile unacho nani hii hivo, hauwezi kufidia. Hasa wewe unapokula wali unajipunguza, kila dakika unapokula wali you become less of you na makusudi ulioumbwa nayo unategea majukumu yako yale mengine. Ah. Aliyekudanganya kama wali ni chakula cha jioni kila siku anataka kukumaliza, na mimi nakwambia unakwisha kila dakika unapokula wali, nielewe tu hivyo. Na kama bado unakula sembe nisikilize, hicho sio chakula chako wewe. Panya hali sembe. Lakini cha mwisho mimi, kinachoniudhi kabisa, mwanamke ambaye bado anategemewa kupata watoto wa kila wali, ninashindwa ni kumwelewa lakini mwenzi wake ndio balaa. Simkubali mwanaume anayekula wali hata kidogo. Yani we sema utakachokisema na sijali chochote. Mwanaume anayekula wali anajidhalilisha. Ndivyo nilivyosema, kula wali kama unakufa na njaa. Kwa nini nikuambie kitu? Sikiliza, mwanaume dozi yake anayodaiwa nayo tena, especially kama anategemea kuoa siku moja ni dozi ya the best protein, the best mineral, the best vitamin, the best of him, ndio inayotoka mara moja pa. Ni lazima awe amekula vizuri sana. Hauwezi kufidia kijiko kimoja kile unacho nani hii hivo, hauwezi kufidia. Hasa wewe unapokula wali unajipunguza kila dakika, unapokula wali you become less of you na makusudi ulioumbwa nayo unategea majukumu yako yale mengine. Ah.